Hivo unajua, Tanzania ama Bongoland, ardhi ya bongo, ndio sehemu pekee ambayo mtu anaweza kakosa hela ya kula ila asikose hela ya bando. Oh, ya bando ni muhimu sana kwa mbongo kuliko hata chakula. Sometimes ukitaka <laughs> <laughs> kujua nguvu ya mbongo kwenye social media, wewe posti chochote kuhusu bongo, kiwe kizuri ama kibaya, utaweza kuiona nguvu ya bongo kwenye social media Kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Real Madrid wamekuwa wakiposti picha za wachezaji na timu zao za taifa. Unajua sasa hivi kila timu ziko katika international break. So timu nyingi zimekuwa zikicheza michezo ya kimataifa so, so inapotokea mchezaji wao amecheza mchezo wa kimataifa, lazima watamposti na kuposti matokeo then na ile timu ambayo amecheza nayo so watamposti picha yake na matokeo pia. Sasa baada ya mchezo wa Morocco dhidi ya Tanzania kumalizika, katika ukurasa rasmi wa Instagram wa Real Madrid ambao una wafuasi zaidi ya milioni mia moja sabini na ndiyo klabu ambayo inaongoza kwa wafuasi duniani kote, waliposti picha hii ya mchezaji wao Ibrahim Diaz baada ya kufunga ule mkoaji wa penalti katika mechi dhidi ya Tanzania na kuweka bendera ya Morocco, wakaandika matokeo mbili sifuri, then wakaweka bendera ya Tanzania. Na swali nimekwambia, ukitaka kuziteka roho za Kitanzania weka tu bendera ya Tanzania kwenye posti yako hebana, njoo kwenye comment section ndo utajua hiyo bendera iliamsha vipi hisia za wabongo wengi. Katika huo wow, ukurasa rasmi wa Madrid njo hapa kwenye comment section, takusomea baadhi ya comment yani utaweza kujua ni kwa namna gani wabongo ambavyo tunaithamini bendera ya Tanzania. Comment ya kwanza hapa ameandika Jane Mlambo kwamba vini uje Tanzania sasa. Nadhani bendera umeshaiona, uwezi potea. Kuna mchambuzi wa soka Farhan Kiham Jr ameandika, muhimu adimini, kaweka bendera. Mchambuzi mwingine wa soka Hans Rafael amecomment Tanzania, akaweka na bendera ya Tanzania then na emoji za kupiga makofi. Temidayo, mtangazaji wa Crown Media, naye amekuja akacomment. Haya ni masimango, hakukua na haja ya kuweka na bendera juu. Joel Lwaga mwimbaji wa nyimbo za gospel ameandika welcome to Tanzania the home of Serengeti Kilimanjaro Zanzibar and many more. Hala Madrid stand picture amecomment proud to be posted by the biggest club in the world, akaweka na bendera za Tanzania. Travis Picasso amecomment bendera ya Tanzania akaandika Tanzania was better button, comment yake ina likes zaidi ya kuna huyu anaitwa Official Grace ameandika proud to be Tanzania no matter what na bendera ya Tanzania. Kuna huyu anaitwa Flavor Froshi ameandika Tanzania then bendera ya Tanzania na kikopa. Alafu kuna mwamba anaitwa Kim Kiando ameweka Tanzania tushatoboa. Official Prisca Kishamba, mtangazaji wa Clouds Media, naye amekuja aka comment asante kwa bendera admini, akaika na bendera ya Tanzania. Kuna huyu anaitwa El Samia ameandika the post is about Ibrahim Diaz of Morocco, Tanzania make their own happiness here. Huyo sijui atakuwa sio Mtanzania, maana anaweka kama doubt fulani. Posti imemposti Ibrahim Diaz, lakini Watanzania wanatengeneza furaha yao wenyewe, kama ametupondea fulani hivi. Kuna mwamba huyo anaitwa Damon Jr ameandika Tanzania to the world. Tuwape kibu basi. <laughs> Aise, so kuna komenti nyingi sana za Tanzania katika hii posti, na ameweza kuifanya kuwa top commented post, kwa sababu ukiangalia posti ambazo wameposti wachezaji wengine, kuna kama hii post ambayo wamepost Valverde na timu yake ya taifa ina komenti tu. Ukija kwenye hii post ambayo ameiposti bendera ya Tanzania ina komenti 7265 mpaka sasa, na post ina masaa nane tu tangu ipostiwe katika ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Real Madrid. So ni kwa namna gani ambavyo ukiigusa Tanzania unagusa hisia za watu wengi na Tanzania kwenye swala la social media hatuna bahaya, kwa ukweli tupewe maua yetu. This is Tanzania. E bwana, hii hapa ni Super Drive ya Dino Television sehemu ambayo inakupa stories za michezo zenye burudani ndani yake. Mimi naitwa Dennis Dinominator. Tafadhali tu ta, follow katika mitandao yote ya kijamii kwa jina hilo hilo la Dino Television. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television ili kupata update nyingi zaidi za kimichezo. Asante.